Anaitwa the game changer katika sekta ya maji. Sifa hizo zinatokana na mageuzi makubwa aliyoyafanya katika sekta ya maji, lengo likiwa ni kuhakikisha anamtua mwanamama wa kitanzania ndoo ya maji kichwani, kuhakikishia wananchi kuwa na mradi huu utaimfanisha miji yote yote ishirini na nane na hakuna mji ambao miaka kadhaa iliyopita tangu sekta ya maji chini ya uongozi wake iliposaini mkataba wa zaidi ya trilioni moja wenye lengo la kuwezesha huduma ya maji katika miji ishirini na nane nchini Tanzania, funga safari kuendea mikoa ya nyanda za juu kusini. Safari yangu inapita katika miji ya Makambako, Rujewa, Wanging'ombe hadi Njombe, zaidi ya kilometa mia saba kutoka jijini Dodoma lengo langu ni kufahamu maendeleo ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji ishirini na nane katika miji hiyo. Naitwa Adam Ludovic Kweka, ni mhandisi kutoka muunganiko wa makampuni matatu GBS Upimak na mhandisi ambaye amepewa kazi ya mhandisi mshauri katika miradi ya miji ishirini na nane. Mazungumzo yangu yanaanzia kwa watekelezaji na wasimamizi wa mradi kabla ya kuenda kwa wananchi. Tuko kwenye mradi wa miji 28 package 3 ambao umeunganisha miji ya Ifakara, Njombe, Makambako, Wanging'ombe na Rujewa na Chunya pia. E, mimi kwa majina naitwa mhandisi Robert Rupoja, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Njombe. Kwa majina naitwa injinia Lestus Silinda ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Rujewa. Utekelezaji wa mradi huu huko katika hatua mbalimbali. Kwa mfano hapa, ni tuko kwenye mji wa Njombe, ambako ujenzi uko kwenye hatua mbalimbali katika kujenga uh, mtambo wa kutibu maji ambao uko kwenye hatua mbalimbali na unategemewa kukamilika um, mwezi wa kumi mwaka huu. Baada ya kukamilika mradi wa miji 28 tutakuwa na uwezo wa kuzalisha maji lita zaidi ya milioni kumi na sita kwa siku ambapo ukilinganisha sasa na mahitaji ya sasa ambayo ni lita milioni kumi tayari tutakuwa tumeshavuka uwezo e, wa maji tunaozalisha ukilinganisha na, na mahitaji. Kukamilika kwake utahudumia watu laki tano na ishirini na tatu mia tano hamsini na nne, kwa maana ya kwamba mji wa Rujewa utakuwa na watu laki moja themanini na tisa mia sita themanini na tano. Mji wa Makambako utakuwa na watu laki moja na elfu tano lakini, na mji wa Nging'ombe utakuwa na watu laki mbili na ishirini na mbili. Utaondoa adha ya maji, kwa sababu saizi kuna ratiba nyingi za wananchi ambazo wanapata maji wengine wanapata mara tatu kwa wiki, wengine mara mbili kwa wiki. Lakini baada ya kukamilika maji yatakuwa masaa ishirini na nne. Kwa kwanza kabisa nipende kutoa shukurani e, kwa wizara yetu ya maji, lakini pia e, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, awamu ya sita ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Dr Samia e, Suluhu Hassan kwa kutekeleza mradi mkubwa E, wa maji katika mji wetu huu wa Njombe, lakini vile vile tunashukuru sana ushirikiano na tulionao baina ya wadau wanaoshughulika na, na usimamizi wa maji hapa, kwanza sisi kama serikali, lakini pili wataalamu washauri kwa maana ya management consultants, GBS na mhandisi, lakini vile vile na project consultants ambao ambayo ni WAPCOS kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanyika kwa viwango vilivyotarajiwa na hakikisha kwamba mradi utakamilika na kuwe na manufaa kwa wananchi kama ilivyokuwa imetarajiwa kutoka kwa viongozi. Kamera yangu ninaielekeza kwa wanufaika wa mradi ili kufahamu matumaini yao kutokana na mwenendo wa utekelezaji wa mradi. Mimi naitwa Nestor Frederick Mahenge ni diwani wa Kata ya Mjimwema ninayeongoza mitaa tisa iliyopo ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe lakini pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe. Dokta Julius Njogiro, nafanya kazi halmashauri ya wilaya ya Mbalali kituo cha afya Rujewa. Aurelia Antoni Kayombo ni mwenyeji wa wilaya ya Mbalali, kata ya Lugelele, kitongoji cha Kamficheni. kwa majina anaitwa Eva Ali Mdenye ni mkazi wa kitongoji cha Temeke, kijiji cha Igumelo. Kama hivyo mnavyoona, sisi ni wakulima na ni wajasiria mali. Tukitoka mashambani, tukifika nyumbani tunakuta hatuna maji, inabidi tuanze kuhangaika kuchukua madumu, baskeli, kufata maji, la sivyo tununue maji ya kwenye mkokoteni ambayo hayakidhi mahitaji yetu. Lakini kupitia mradi huu tuna imani kwamba tutapata maji ambayo yataweza kukidhi ma maisha yetu. Hata tuliposikia kwamba mradi huu unakuja, tulishukuru sana kama akina mama obovu hata sasa hivi tunaona watu wa Mungu wanavyoendelea kufanya zile kazi. Mimi nasema watu wa Mungu kwa sababu huu ni muujiza, hatukutegemea kwamba tunaweza tukapata mambo kama hayo. Mungu ametutendea mambo kama haya, lazima tumshukuru. Na huu mradi kuja na utakapokamilika, utatatua changamoto kubwa sana sana ya maji ambayo imekuwa kero hasa hasa kwenye vituo vya kutolea huduma, ikiwemo hospitali ya wilaya, kituo cha afya na zahanati. Maanake tutapata maji ya kutosha na ya ziada ambayo tutayapata kila siku. Wananchi wa mji mwema na wananjombe kwa ujumla wamekaa mkao wa mapokeo ya dhati e, kwa kukamilika kwa mradi huu itawapelekea e, wao kutatua ile kero ya muda mrefu, lakini pia kuendelea kuwa na imani na serikali yao ya awamu ya sita kwamba ni sikivu, inatatua kero mbalimbali mbali, ikiwepo hii na zingine nyingi ambazo zimetatuliwa ndani ya halmashauri yetu ya mji wa Njombe. Lakini wito wangu mimi kama diwani wa Kata Mjimwema kwa niaba ya wananchi wa Kata Mjimwema, ni imani yangu kwamba mradi huu utakwenda haraka kwa mujibu wa mkataba e, lakini pia mimi ni jikomiti kwamba mimi kama diwani nitakuwa mstari wa mbele nikishirikiana na wananchi katika kuulinda na kuutetea mradi huu uweze kudumu na usiathirike na vikwazo vya aina yote ambavyo viko ndani ya wananchi wetu.